Israel imefanya mashambulizi ya anga dhidi ya bandari za bahari nyekundu za Hodeida na Salifu nchini Yemen siku ya Ijumaa, katika juhudi za kudhoofisha uwezo wa kijeshi wa kundi la Wahouthi. Wakati huo huo, Israel imetoa onyo kali kwa kiongozi wa kundi hilo, Abdul Malik al-Houthi, anaweza kulengwa endapo mashambulizi dhidi ya taifa hilo yataendelea. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la habari Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran wameendelea kurusha makombora kuelekea Israel kama ishara ya mshikamano na Wapalestina wa Gaza, ingawa kundi hilo limesema limeamua kusitisha mashambulizi dhidi ya meli za Kimarekani. Jeshi la Israel lilieleza Ijumaa kuwa bandari za Hodeida na Salif zinatumika kuhamisha silaha, likitoa onyo kali kwa wakazi kuondoka mara moja. Wakazi wa Hodeida wameripoti kusikia milipuko minne mikubwa na kuona moshi ukifuka kutoka bandari mara baada ya mashambulizi hayo. Katika taarifa ya pamoja, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa ulinzi wa Israel Katz wamesema watasaka viongozi wa kundi hilo, huku wakimtaja jina Abdul Malik al-Houthi kama lengo kuu la baadaye. Nukuu, ikiwa Wahouthi wataendelea kurusha makombora kuelekea Israel wataangamizwa vikali. Viongozi wao hawatakuwa salama, wamesema viongozi hao. Wameongeza kuwa Al-Houthi anaweza kujiunga na orodha ya viongozi waliolengwa na kuuawa na Israel wakimtaja Yahya Sinwar wa Hamas na Hassan Nasrallah wa Hezbollah kama mfano wa awali. Wapiganaji wa Kihouthi ni sehemu ya Irani ikiita muungano wa upinzani dhidi ya ushawishi wa Marekani na Israel katika Mashariki ya Kati. Muungano unaojumuisha pia Hamas ya Gaza na Hezbollah ya Lebanon. Kundi la Wahouth linadhibiti takriban asilimia 60 ya Yemen, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Sanaa na maeneo mengine ya kaskazini mwa nchi hiyo. Tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas Oktoba 2023, Wahouth wamezindua makumi ya mashambulizi ya makombora na droni kuelekea Israel, ingawa mashambulizi mengi yamezuiwa kabla ya kufika au kuangukia njiani. Mashambulizi ya kisasi ya Israel yamekuwa yakiendelea. Mnamo Mei 6 Israel imeshambulia uwanja mkuu wa ndege wa Sanaa Yemen na kusababisha vifo vya watu kadhaa, kwa mujibu wa mamlaka za afya za Yemen. Mashambulizi ya hivi karibuni yamepelekea vifo vya watu zaidi ya mia mbili hamsini tangu Alhamisi asubuhi. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali kuhusiana na mzozo unaoendelea kati ya Israel na kundi la wapiganaji la Houthi.